Hii kaunti yetu ya Isiolo tusisukumwe, tusahau ya kwamba kaunti yetu ni kaunti ambayo inahitaji mshikamano, kwa sababu tuko dini na tuko makabila mbalimbali mbali. Na wasihi kwa heshima, tafadhali, vile mmeendelea kuishi kwa amani muendelee kuishi kwa amani na <tuhilose> <tuhilose> <tuhilose> <tuhilose> mimi na kiongozi wetu rais tutajaribu ili tuhakikisha ya kwamba tumeongea na viongozi viongozi wote bila ubaguzi, tusafute njia ya, ku, ya kuleta uwiano kuleta amani, tusikizane tukingojea kura, kwa sababu kura inakuja na hiyo kura mwananchi ataamua ni viongozi gani anataka waendelee ni viongozi gani wataangojea. Kwa hivyo mimi nawashukuru, nawaomba tu kwa isani, kama mmoja wenu, kama mmoja wenu, na wasihi tusivuruge amani yetu ambayo tumeitafuta kwa miaka mingi. Na nyinyi mumeishi kama ndugu na dada kwa miaka mingi, hiyo undugu isiharibiwe kwa sababu ya siasa, na ni siasa ambaye labda hata wakati wake haujafika.